Lakini ndugu zangu, kama hilo halitoshi, kuliagizwa boti 427 kwa ajili ya uvuvi na kwa ajili ya wakulima wa mwani. Boti ngapi? Mia nne na ishirini na saba. Hizi hazikuwasilishwa na mpaka leo haijulikani sababu yake. Palikuwa pawe na mabwawa ya kufugia samaki, gharama yake 536 milioni, kukatolewa tenda bila ya taratibu, haijulikani hesabu yake. Katika mradi huo huo palikuwa panunuliwe mashine ya kutengeneza chakula cha samaki kwa ajili ya haya mabwawa na, na kufugia samaki jumla yake 139.5 milioni, hazikununuliwa mashine, fedha haijulikani iliko kwenda. Palikuwa papatikane mashine na vifaa kwa ajili ya kufugia kaa, wale watopeni wale wanawaita mud crab, jumla yake shilingi mia mbili na ishirini na tisa nukta nane zero milioni. Palikuwa panunuliwe mashine za boti, engine za boti, gharama yake jumla ya shilingi bilioni mbili nukta mbili haikujulikana utaratibu wake wa kutoa zabuni wala hisabu yake. Ndugu zangu, wizi huu, ufisadi huu wa mabilioni yenu ukifanyika, anaumia nani? Anaumia nani? nchi hii maskini. Lakini ndugu zangu, kuonesha upigaji usivyokwisha fedha hizi ambazo ACT kupitia mwanzo mkono wa Maalim Sefu na baadaye wengine ilihangaika kuzitafuta, lakini zikija matumizi tunaosimamia sio sisi. Wenye mamlaka waliojipa mamlaka kukatolewa tenda au zabuni ikaidhinishwa na bodi zinazohusika badala yake tenda zikabadilishwa, kupunguzwa baadhi ya vitu, thamani ikalipwa ile ile kama ilikuwa haijapunguzwa kitu. Katika hili kuna kampuni inaitwa Kiro Group Company Limited ilipewa tenda mbili zenye thamani ya dola laki tano kumi na moja elfu za Kimarekani, takriban bilioni moja nukta nne shilingi za Kitanzania. Kilichofanyika nini? Mwanzo mikataba ilitaka boti zikinunuliwa zijumuishe na injini za boti. Fedha imeidhinishwa, mikataba ikabadilishwa kwamba ulete boti lakini hazina injini za boti matokeo yake mkataba uliokuwa na thamani ya dola laki tisa themanini na saba elfu mia tano ukafanywa ule wa dola laki tano kumi na moja elfu zaidi ya dola laki nne na sabini na sita elfu ndugu zangu, Haya leo nimeyasema kwa lugha laini, kwa sababu mambo mengi, lakini hoja yangu iko pale pale kwamba hebu wewe mwananchi ambaye hata laki moja kwa mwezi huitimizi, wazee wetu wanaowasubua roho zao kwa 50,000. Ikawa nyimbo. Huku watu wanatafuna, wanasaga, wanapiga mabilioni kama haya. Ndio maana nawauliza siku zote, ndugu zangu wa Zanzibar, nchi hii kweli sisi ni wakuwa maskini? Hebu nyinyi kaeni. Na nimeomba na inshallah nitafanya hivyo kwamba nikifika kashfa ishirini sasa tufanye hisabu kwanza, mpaka hapo kashfa 20 mabilioni mangapi? Au kwa lugha sahihi tuseme matrilioni mangapi? Halafu leo anakuja mwanamme na kifua kimemjaka, bana pua, anasema hati milioni moja hailipiki, hamuiwezi nyinyi.